Ninayo furaha kubwa kupata fursa hii kuzungumza na wamiliki wa viwanda na wafanyabiashara ambako wanachangia kwa kiwango kikubwa sana katika kutekeleza ukuaji wa uchumi wa maendeleo ya nchi yetu. Na pamoja na hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nitoe maelezo kidogo kuhusiana na umuhimu wa takwimu hasa katika maendeleo ya nchi yetu. Mahitaji ya takwimu sahihi zinazokwendana na wakati na za kuaminika ni jambo muhimu sana ili kuhakikisha nchi inapiga hatua kubwa na kufikia uchumi wa kati ngazi ya juu na hiyo yote ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na maendeleo endelevu sensa ya mwisho ya uzalishaji viwandani ilifanyika mwaka ishirini kumi na tatu na kwa rejea ya mwaka ishirini ishirini na tatu maana yake tuna miaka kumi hapo naomba tu niendelee tu kuomba kutoka kwa wamiliki wa viwanda lakini na wafanyabiashara kuhakikisha kwamba wanaweza kuwa, kuwapa taarifa sahihi wale wanaoenda kukusanya taarifa zetu na kuhakikisha kwamba kweli tunapata taarifa sahihi na ambazo zitaweza kutoa viashiria muhimu ambavyo vinaendana na wakati huu ambao tupo. Suala la uzalishaji wa takwimu ni jumuishi, sio la Ofisi ya Taifa ya Takwimu pekee, lakini huwa linahitaji ushiriki mkubwa sana kutoka kwa wadau na wadau hawa wa viwanda. Na kwa kutumia sensa hii ya uzalishaji viwandani, tunaamini kabisa mtaendelea kuonyesha ushirikiano mkubwa, ili kuhakikisha tunapata takwimu zilizo bora na sahihi, na kwa kufanya hivyo, kutakuwa na uhakika sio tu kuendelea kuboresha ustawi wa maendeleo endelevu ya sekta ya viwanda, bali jamii zetu na nchi yetu kwa ujumla. Kwanza, kitu muhimu ambacho nakiona ni kulichukulia hili jambo kwa uzito kwamba takwimu ni kitu muhimu sana cha kutusaidia sisi kuweza kufanya mipango. Ya pili, kushiriki ushiriki ambao ni wadhati ili kutoa e, takwimu ambazo ni sahihi, takwimu ambazo ni za ukweli ili kutoa picha halisi ya hali tuliyonayo ili nchi yetu iweze kuweka mipango ya kisera mipango ya kisheria na mipango mingine yoyote ile ambayo itahakikisha inatuvusha kama nchi tukaingia kwenye nchi ambayo ni ya viwanda. Taifa lolote lazima liweze kuwa na takwimu sahihi katika maeneo mbalimbali. Kama nilivyosema, hivi karibuni tumepata takwimu kuhusu ya watu na makazi, ambao katika mipango yetu sera zetu ni mikakati yetu tunakuwa na sehemu ya reference ya kuona jinsi gani tutapanga mipango yetu. Lakini sasa hivi katika sensa hii ya viwanda ni muhimu sana. Nchi mbalimbali duniani ambao zinajinasibu katika upande wa maendeleo lazima ziwe na takwimu katika maeneo mbalimbali, lakini mataifa haya duniani yamegawanyika. Kuna mataifa yale ambayo yamebobea katika upande wa kilimo, lakini mataifa mengine yamebobea katika upande wa viwanda, lakini kwa kiwango ke, kikubwa sana katika mapinduzi mbalimbali ya viwanda maeneo mbalimbali duniani ndio sababisha nchi hizi kuwa kuitwa nchi zilizoendelea. Kwa hiyo viwanda, na sisi kama ukiangalia katika dira yetu ya mwaka 2025 ambayo inaelekeza kwamba nchi yetu kuwa katika nchi ya viwanda. Sasa sensa ya mwisho ilifanyika mwaka 2013, kama nilivyosema, ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa ambayo katika sensa ile ilituonyesha kwamba tulikuwa na viwanda takriban 49243 ambao vikigawanyika katika viwanda vidogo sana, viwanda vidogo, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Sasa kipindi kirefu kimefika, zaidi ya muongo mmoja, tuna kila sababu kufanya sensa hii ya viwanda ya uzalishaji wa viwanda. Lengo kubwa ni kuona nchi yetu sasa imefikia wapi katika mipango ya maendeleo, na sensa hii ni muhimu sana, na hasa kuhakikisha katika utengenezaji wa sera zetu, mipango yetu ya maendeleo, na kuona wapi tunapokwenda, na hasa vile kuangalia mchango wa viwanda katika uchumi wa taifa letu hili, na tunaweza tukatumia tu takwimu hizo kutuelekeza mahali gani pa kuweka nguvu katika kuweka mipango yetu ya maendeleo, mahali gani ambapo pa kuchukua tahadhari ili kukwepa yale ambayo tumeyaona yamekuwa mapungufu katika kipindi ambacho kimepita, na tukizingatia kwamba tuna mpango mkubwa wa kuendeleza nchi yetu kwa maono ya ishirini hamsini, basi inatupa fursa ya kujipanga vizuri ili tuende na ajenda yetu ya kuendeleza Tanzania ya viwanda kufikia mwaka ishirini hamsini. Ninyi ni mkiwa kama ni wajumbe wa zoezi hili kubwa linaloenda kufanyika kwa masuala mapana nchi yetu, naomba niwahakikishie wenye viwanda wote, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sisi tunamsaidia mheshimiwa wa rais, tutakuwa tayari muda wote, usiku na mchana, kusikiliza hoja changamoto za watu wenye viwanda. Lengo kubwa ni kwamba tusaidie uwekezaji uweze kwenda mbele, na hili ni jambo kubwa ambayo sisi tupewa dhamana, tumejidhatiti kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Niwahakikishie kupitia taasisi zenu za CTI, taasisi yenu ya TCIA na zingine zote, tutapokea maoni yote na kuyafanyia kazi. Ndugu wamiliki wa viwanda na washiriki wote wa mkutano huu mkutano huu dhamira yake ilikuwa ni swala zima kufikishiana habari kwamba tuna jambo hili, tunakuja kulifanya. imani yangu kubwa tutaenda kutoa ushirikiano wa kutosha kwa wadadisi na madodoso yatajazwa kwa wakati, kusaidia nchi yetu ni waombe, kila mmoja wetu. Tuchukue jambo hili ni kama jambo la taifa letu lote kusaidia nchi yetu kupata mafanikio makubwa na hasa kujua takwimu zitasaidia katika mipango ya sera na mikakati mbalimbali ya kimaendeleo na hasa kuhakikisha kwamba GDP yetu sasa hivi ni dola bilioni 70 80 tuna kila sababu kupitia sekta ya viwanda kusonga mbele na kuifanya nchi hii iwe nchi kivutio sana kwa uwekezaji na kimaendeleo.